I wish ningekuwa mkurugenzi ningeonyesha kwa, kwa nchi nzima maana ya kuwa mkurugenzi wa maendeleo ni nini, sio, mnanielewa? Ningeonyesha I'm always working the talk, siwezi kutoza mimi. Nilikuwa mkuu wa wilaya Mvomero 2012 kaangalieni, ndipo pale Mvomero pale tuna ushirika unaitwa Wakuda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 Ona kati pale na wenzako 10 na wanasema kwamba mwaka huu ushuru wa sisi ni kiasi gani? Yaani umechangia nini? Kipi? Sijaelewa. La chaguzi nikae na madiwani tuulizane. Vingine na kuna ushuru. Inchi na lot of resources. Mkoa una lot of resources. Situtumie tu akili. Kwa nini alimashauri tusifikirie?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 sasa mkulima analima viazi, gunia linaporomoka kutoka elfu sitini na kwenda shilingi elfu ishirini na tano. Wewe bado ushuru wako umesimama pale pale, wewe? Uchumi wa makaratasi umechangia nini kwenye uchumi wa mkoa wako wenyewe kuliko